Waheshimiwa wabunge, waheshimiwa wabunge, waheshimiwa wabunge, swali hili lilikuja jana na sababu ya kutaka tupate maelezo ya serikali, si kwamba tulingoja waende mahakamani. Ilikuwa seriously, watu wengi hatukuwa tunajua hichi kitu. Kwa hiyo wote mnajua kama kama nilivyosema. Kwa hiyo na mtoa hoja alitoa dakika tano, alipewa kwa dakika tano hawa wote wanaoomba na hapa dakika tatu tutajadili kwa dakika tatu, tatu. Si ndio? Hoja haya namuita kwanza Mheshimiwa Tundulisu. Tunaanza kujadili, sio muongozo. Mheshimiwa Spika, kwanza sio sio halali kutupa dakika tatu kwa jambo kubwa kama hili. Mheshimiwa Spika, kanuni zako zinasema hoja itajadiliwa kwa dakika zisizopungua kum, zisizozidi 15. Dakika tatu hazitatosha na hatuwezi tukazikubali. La pili mheshimiwa Spika, waziri ametumia nusu saa, mrithi wa Frederick Werema ametumia robo saa. haiwezekani, haiwezekani sisi wengine tukatumia dakika tatu kwa jambo ambalo jana mlikuwa hamtaki tulizungumze. Lazima tutumie muda ambao, lazima tutumie muda ambao kanuni imeuweka vinginevyo, vinginevyo waheshimiwa hatuna sababu ya kuwa hapa kabisa. Hatuwezi tukakubali kuchezewa namna hii kwa mheshimiwa spika, natumia dakika kumi na tano zilizopo kwenye kanuni. Kwanza unajua watu wanavyowaangalieni nyinyi hapa, msizani kama mko sirini. Kwa hiyo kama ndivyo hivyo, inabidi waheshimiwa, unajua enyewe mnafikiri una, una, mnajua kanuni lakini zingine hamzifahamu. Hamna dakika atakuwa kumi tu, hakuna cha kumi na tano hapa. Mheshimiwa Tundu Lisu, naanza na naomba, we ukiwa mwanasheria. Asante mheshimiwa, kumi sawa. Hatuwezi tukachezea, naomba ukae. Kuna kuchezea mtu hapa mheshimiwa, naomba ukae. Tahadhari iliyotolewa naomba izingatiwe, waheshimiwa, naomba izingatiwe na nani. Tundulisi umekuita wa kwanza kwa sababu hiyo, naomba uendelee kujadili.